Kuwa na, kuwa na kampuni sio kuwa na hela. Kuwa na kampuni ni kufanya biashara yako kwa kutumia sheria za makampuni. So wewe unaye comment, naomba hii ni niweke, ni, ni clear. Wewe unaye comment kwenye page yangu unaanza ku comment negative unahisi haya mambo ni impossible, nisikize vizuri. Kampuni sio wewe kuwa na mamilioni, kampuni ni wewe kutufanya biashara yako unaoifanya hiyo hiyo. Unaona mambo yako ni magumu yanakuendea mlama aiyo hiyo biashara kwa kutumia sheria za makampuni, with the advantage ya kuweza kumtofautisha miliki wa biashara miliki wa biashara na biashara yake. Hiyo tunapata company. Trust me, hata ukienda shule unaenda kasome kozi zote, unataka sheria biashara, mimi nimesoma hiyo, nimesoma companies law, business law, nimesoma hiyo Utakaa chuoni mwaka mzima hutopata hii sentesi za mwanzo nitakwambia.